Unakwenda kunifanyia vitendo kama hivi? Acha uchuro zaidi ya nione. Kaka Bembe mtoto, sijaondoka na chochote Mwanaume atatembei hata na shilingi kumi, basi hata pini nichome kwenye wallet. Mwanaume hajatembea hata na simu jamani, kusema na mimi nichukulie, jua linamwakia paka mifukoni bana. Mama mama, zimezidi mimi sikuelewi. mimi simtaki uchaguliwa wako. Sasa, hizi dada mjini unaitwa unaita lile vuguvugu, alileliamali mishakuisha, madam kalimaliza, hautafuti na mende wala utafuti na fukunguni, upo dada. niende nikakae baa nitafuta wanaume huko, ni kujiuza, hamna tofauti na wale wanaojiuza pale kwenye matamko. Angalie kwanza, toka zako kwenda zako huko. Yule mwanaume tulimwekea madawa ambao alikuwa anatoka naye wewe umemwekea madawa mengi na mpaka saa hizi hali yake ni mbaya aji, mimi na yule mwanaume anakufa. Yaani, mwanamke malaya kama yule ndani ya kitanda changu anea, nahitaji msada. Msada gani? sijui atakufanana. nenda ndani ya kuchula yule atoki na hapa siami na kuleta uchulo wako, utakufa wewe We, no tena mm. Yule mwanaume anakufa ajimina, na kuomba upotee kwa wakati huu usionekana. No, no, no.